Kwa familia moja katika eneo la Gitimbene kaunti ya Meru imetoa wito wa usaidizi wa kimatibabu kwa mwanao wa umri wa miaka kumi na minane Ronny Mugambi anayehitaji upasuaji wa kisugudi. Ronny aligunduliwa kuwa na ugonjwa wa Ewing Sarcoma, ambao ni aina ya saratani ya mifupa. Anahitaji shilingi milioni 1.5 ili kufanyiwa upasuaji huo nchini India. Mnamo mwezi Novemba mwaka jana Roni Mugambi, ambaye alikuwa anafanya mtihano wa kidato cha nne wakati huo, aligunduliwa kuwa na aina nadra ya ugonjwa wa saratani ya mifupa ijulikanayo kama Ewing Sarcoma. Mamake Zipora Mwari anasema ugunduzi huo ulifuatia maumivu makali ambayo Mugambi alikuwa akipitia na uchungu wa kimatibabu wa muda mrefu. Kidato cha nne ndiye akaanza kugonjeka, mkono ukaanza kupatwa na uchungu pain, pain, pain. Mpaka tunaenda kwa daktari, anapigwa picha, anafanyiwa vipimo, hakuna ugonjwa yeyote inapatikana. tuka daktari akatuandikia pain killers, hizo ndizo amesurvive nazo kutoka hiyo Februari mpaka mwezi wa sita hivi, ndio sasa mkono ukaanza kufura Roni alianza kupokea matibabu ya saratani katika juhudi za kupunguza uvimbe kwenye kiwiko. Kutokana na haja dharura iliyoko, madaktari wamependekeza dawa zaidi za kudhibiti makali ya ugonjwa huo pamoja na upasuaji wa kuondoa mfupa ulioathiriwa na kuweka mwingine. Bado tukafanya MRI na ikuonyesha kitu chochote, hakuna ugonjwa ulipatikana tuka... daktari tena tukamrudishia ripoti naye akasema tena tufanyiwe kipimo ya biopsy. Sasa hiyo biopsy ndiyo alienda akafanyiwa, na hiyo ndiyo ilisemekana Ronny yako na ugonjwa ya kansa. Mama Zipora anasema upasuaji huo unapaswa kufanyiwa nchini in India. Nayo operation ina gharimu milioni moja na nusu. Tunauliza tu Wakenya wapate kutusaidia mtoto apate hiyo pesa ya kuenda matibabu nafanyiwe matibabu na tutamshukuru Mungu. waisani wanaombwa kutuma mchango kwa mama ake Mugambi Zipora mwari kupitia nambari ya till 3269062 takia Ronny uh, usaidizi wa haraka.